Tabia nchi haiathiri Tanzania tu, inaathiri dunia. Kwa hiyo mashauri na mapendekezo na bunifu mbalimbali ambazo zitajadiliwa hapa zitafaa kwa dunia nzima. Kwa hiyo tunafurahi kwa vio hivi kuendeleza ajenda hii kubwa ya umataifishaji wa elimu, lakini pia kuendeleza sayansi na ubunifu ambao unakwenda kutatua matatizo halisi ambayo jamii yetu anayo. Tumeshaona matokeo makubwa ya uwepo wa vio katika eneo fulani. Tukiongelea hapa Morogoro, ambako tupo, chuo cha kilimo cha Sokoine kiko hapa, lakini mmeshaona mabadiliko makubwa ya namna wakulima wa Tanzania, wa Morogoro wanavyobadilisha kilimo chao ili kiwe na tija, na hiyo inatokana na interventions ambazo chuo hiki kwanza walifanya tafiti tafiti, ikatoa mafanikio mazuri. Kwa hiyo kile ambacho waliona kama ni matokeo mazuri wamekipeleka kupitia uh, outreach programs za vyuo kwa wakulima, na hivyo wameweza kuboresha matokeo ya maisha yao, matokeo ya kilimo chao. Na tunajua wote, mnafahamu vyuo vyote vina kazi kubwa tatu kufundisha, kufanya utafiti e, pia, lakini pia kufikia jamii kupitia mkono wao wa kufikia jamii. Tafiti zote ambazo zina matokeo makubwa kwenye jamii zinawafikia jamii, ili waweze kuziweka katika vitendo. Sisi kama Chuo Kikuu cha Sokoine cha kilimo, bahati nzuri kwa kweli, tuna ugobezi mkubwa inapokuja kwenye kukabiliana na matatizo yatoka nayo na mabadiliko ya tabia nchi. Kama unavyojua, ni Chuo Kikuu cha pekee nchi hii ambako tunafundisha program au degree za misitu, lakini vile tunafundisha mazingira, tunafundisha wanyamapori, na kutokana na ueredi mkubwa tulionao kwenye haya maeneo niliyoyataja, mfano kwenye misitu tumekuwa sisi mstari wa mbele kwanza kuwahimiza wananchi wa nchi yetu kwamba tutunze misitu tuliyonayo hasa misitu yetu ya asili, na kama tukuu sasa hivi tunaendelea na tafiti za kutafuta mbadala hasa wa nishati ya kupikia. Na hapa niruhusu nimshukuru Mheshimiwa Rais kwa kuwekea mkazo sana kwenye upikaji wa kutumia nishati iliyo safi au kwenye clean cooking ili tuachane na tabia ambayo tumekuwa nayo ya matumizi ya mkaa, matumizi ya kuni ambacho ni chanzo kubwa sana cha uharibifu wa misitu yetu. Lakini vile vile tunawahimiza na kuwafundisha wakulima. Tuna baadhi ya wakulima kwa uasili wao bado wanaendelea na kilimo cha kuhamahama, kwamba kisha lima hapa, hapa kachoka mnahama mnakuvamia msitu mwingine, nao mnakwenda kuutekeleza kwa hiyo sisi kama chuo tumekuwa mstari wa mbele kufanya tafiti, lakini kutoa elimu ya ugani, jinsi ya kutunza ardhi ili ardhi iweze kuzalisha kwa kipindi kirefu bila mkulima kufikiria kuhama ili kwenda kuanzisha shamba jipya. Kwa hiyo haya mambo tumeyafanya karibu nchi nzima, hakuna mkoa ambao hatujafika, na tunaendelea kuyafanya hata sasa hivi. Tuna utafiti ambao tunajaribu kuangalia ni miti ipi inayoweza kuwa inakuwa kwa haraka lakini kaji ikatoa kama hata ni mkaa, kwa sababu pamoja na kupikia gesi, kupikia umeme, bado kuna matumizi madogo ya mkaa yanaweza yakaendelea kuwepo. Sasa tupate miti ambayo haitaharibu mazingira, lakini vile vile itawafaa watumiaji. Kwa hiyo hilo ni jukumu ambalo tunaendelea kufanya kwa kushirikiana na wenzetu kama wa Taasisi ya Taifa ya Utafiti wa Misitu.

Vyuo vinne vya Tanzania, na chuo kimoja cha Canada kwenye ushirikiano huu sisi kama taasisi ya Afrika sayansi na teknolojia ya Nelson Mandela tunatarajia tuna tuna kunufaika kwenye maswala ya ubunifu kubuni e, bunifu ambazo zinakwenda kutoa solution au majawabu kwenye maswala haya ya mabadiliko ya, ya, ya tabia nchi na kwa kwanza sisi mwaka huu tutapeleka wanafunzi wawili ambao umepata ufadhili na wenzetu wa chuo kikuu cha Simon Fraser cha cha Japan cha, cha Canada. Kwa hiyo hii ni sehemu ya, ya, ya matunda ambayo yamepatikana kwenye ushirikiano, lakini la pili tutashirikiana nao kuanzisha maabara ndogo kwa ajili ya kufanya utafiti na ugunduzi katika eneo hili la, la mabadiliko ya tabia ya nchi. Kwa kupitia ushirikiano huu tunaamini kwamba Tanzania inakwenda kunufaika na kutoa majawabu ambayo yatawasaidia jamii kupambana na, na, na, na, na changamoto hii ya mabadiliko ya tabianchi.